Kwenye somo letu la kwanza nilishia kuweza kuelezea jibu la kwanza ambalo unatakiwa kuweza kulitumia kumjibu mteja ambaye anakwambia bei ni kubwa, au bei ya bidhaa yako ni kubwa, na nilishia kwenye kuelezea vitu vya msingi vya kuweza kuzingatia kabla kuweza kutumia majibu ambayo nitashauri uweze kuanza kuyatumia kwa lengo la kuweza kufungua mazungumzo ambayo yatajikita kwenye upande wa thamani na sio kwenye upande wa bei ambayo inawezekana umeweza kumtajia mteja na akakwambia bei ni kubwa. Nikasema namba moja, unapokuwa na unajibu vipingamizi vya mteja usidhani kwamba zile mbinu na mikakati ambayo unaitumia au tunasema objection strategies ambazo unazitumia ni njia pekee ambazo zinaweza kukusaidia lakini, au ni mikakati pekee ambayo inaweza kukusaidia au ni mbinu pekee ambayo zitakusaidia, lakini kuna vitu vingine ambavyo vina play part kubwa sana kuweza kufanya hizo mbinu zako za kuweza kujibu vipingamizi kuweza kufanya kazi vizuri zaidi mfano nikasema utumiaji wa sauti utumiaji wa sauti au sauti yako tunasema ni tonality inakuwa ina play part kubwa sana kuweza kumshawishi mtu kufanya maamuzi ya kuweza kununua bidhaa au huduma yako e, kwa sababu gani tunasema hivyo ni kwa sababu asilimia kubwa ya wateja huwa wanatafsiri kwanza sauti unayoitumia kabla maneno unayoyatumia naomba nirudie tena hapo asilimia kubwa ya wateja huwa wanaanza kutafsiri sauti unayoitumia kabla ya maneno unaoyatumia unaweza ukatumia maneno ambayo ni sahihi, lakini sauti karibu maana yale maneno ambao umeweza kuatumia kwa, kwa mteja wako. Ndio maana kuna baadhi ya watu ambao, tunaweza tukachukulia mfano mwepesi zaidi katika maisha yetu ya kila siku, unaweza ukuwa unaongea na mtu akakwambia kitu ambacho ni cha kawaida, lakini sauti aliyoitumia ikakufanya uweze kuona yale maneno aliyokwambia sio mazuri. Mfano, mi nikikwambia kwamba labda bei ni kubwa angalia sauti yangu na maneno ambayo nimeweza kuyasema, unaweza kuona ni kawaida, si ndio? Lakini kwambia bei ni kubwa, umeona sauti inavyobadilika eh? Maneno ni yale yale, lakini sauti inayotumika inaweza kubadilisha maana ya maneno unayotumia unapokuwa unaongea na mteja. Kwayo, kwa hiyo unataka uweze kuhakikisha kwamba unajiuliza swali hili ambalo ni muhimu sana, unataka sauti yako iweze kumaanisha nini kabla ya maneno yako? Je, unataka mteja aweze kutafsiri sauti yako kwamba anaongea kwa kunionea huruma au ni anaongea kwa lengo la kunisaidia? Au unataka mtu akisikia sauti yako waweze kusema huyu mtu sio mwaminifu? Unataka sauti yako iweze kumaanisha nini? Unataka sauti yako iweze kumwambia mtu kwamba unajiamini kwa yale unayoyasema, au unataka mtu akisikia sauti yako iweze kusema kwamba huyu mtu hajiamini, au huyu mtu ananitia mashaka kwa kile ambacho anakisema? Kwa hiyo ni lazima uweze kujiuliza unataka sauti yako iweze kumaanisha nini kabla ya maneno yako. Kwa hiyo mfano, kwenye ile jibu la kwanza nikasema unaweza kumwambia mteja kwamba najua na, najua kuna kitu unamaanisha unaposema bei ni kubwa. Hapo unaona eh, sauti unaona sauti inavyokuwa ni sauti ambayo ni ya kumfanya mtu aweze kupea attention kukusikiliza. Una unamaanisha nini unamaanisha nini kwa upande wako? Au unaweza kusema unamaanisha nini kwa upande wako unavyoniambia kwamba bei ni kubwa. Kuna kitu kimoja kwenye kuzungumza kinaitwa verbal verbal clause. Verbal clause maana yake ni kwamba unakuwa ni una una stop unavokuwa unazungumza ili uweze kumpa mtu nafasi ya kuweza kudigest maana yale ambayo umeweza kumwambia. Verbal clues, verbal clues yani kwamba unasema najua kuna kitu unamaanisha unaposema, najua kuna kitu unamaanisha, ni kama nime, nime stop kidogo. Unajua kuna kitu unamaanisha unaposema bei ni kubwa. Uh, sijijua kwa upande wako unamaanisha unaponiambia nini? Unamaanisha nini, nini kwa upande wako? Unasema unamaanisha nini kwa upande wako. Unaweza kuboresha ukasema kwamba una maanisha ni unavyoniambia bei ni kubwa kwa huduma hii au bidhaa hii ambayo toka awali umeonesha kuweza kuipenda Kweli unaweza kaiboresha kwa namna hiyo. Mimi nimekupa tu kama frame framework ya kuweza kuitumia au kama ni template ya kuweza kutumia, umeone. Sasa lengo la jibu hili ni kufanya mtu kuweza kufunguka zaidi mm, na kuweza kuonesha concern yake kubwa ni nini kwenye upande wa bei. Je, ni bajeti yake haijitoshelezi kuweza kununua bidhaa yako, na wewe uweze kuona namna kuweza kumsaidia kwa kuzingatia bajeti yake jinsi ilivyo, kwa kuangalia bajeti yake jinsi ilivyo, au anasema bei ni kubwa kwa lengo la kuweza kupata kisingizio cha kukukimbia. Lakini pia kuna mwingine anasema ni bei kubwa, ukimuuliza au ukitumia hili jibu la kwanza, inawezekana naye anafanya ulinganishi baina ya bei yako na bei ya mshindani wako, kwa kama atakwambia kwamba bwana, mbona mwenzako, nakwambia bei ni kubwa kwa sababu nilipita kwa mwenzako na bei yake ilikuwa ni hivi. Ina maana pale sasa unaingia kwenye real objection, au unasema kwenye kipingamizi chenye uhalisia, ndo hicho sasa kipingamizi cha ukweli, ndo hicho ambacho sasa inabidi uweze kukijibu kwa kuonesha ni kwa nini bei yako ni tofauti na mshindani wako. Kama atakuwa amesema bei ni kubwa kwa sababu bajeti yake jitoshelezi, unaweza kuangalia namna ambavyo unaweza kumsaidia ku afford kununua bidhaa yako kwa kuzingatia bajeti yake aliyokuwa nayo. Maana kuna mambo yanaitwa payment plan, mkakati wa ulipaji. Si ndio eh? Mkakati wa ulipaji, lakini kuna mwingine kama ni kisingizio. Unapomuuliza swali kama hili, utaona tu kuna vitu vingi ambavyo unaweza kaviona. Sasa nimesema sauti ni muhimu, lakini kuna kingine pia ambacho tunasema ni body language. Your body language language, your tunasema lugha yako ya kimwili, yako ya kimwili lugha yako ya kimwili haiko mbali sana na maana ya sauti yako na maana ya maneno yako. Yaani tusema kwamba lugha ya kimwili inaongeza thamani ya sauti yako inaongeza thamani ya maneno yako. Lugha yako ya kimwili inasemaje? Uso wako unasema nini unapokuwa unazungumza na mteja? Mwili wako jinsi ambavyo umekaa unasema nini unapokuwa unazungumza na mteja? Mikono yako? Mm? Macho yako yanasema nini? Kwa sababu hivi vyote bado ni lugha hata kama ivi zungumzi. Unapokuwa unatoa maneno yako unaweza ukajichanganya sehemu, lakini your body language, yani lugha yako kimwili kwamba macho yako, your facial expression, your gestures na kadhalika vikakusaidia kuweza kuleta maana ambayo ulikuwa unataka kuweza kuipoteza. Kwa sababu kuna mtu mwingine, mtu anakuambia kwamba bwana, bei yako ni kubwa, alafu unapoanza kuongea unaongea, unaangalia pembeni, haumwangalii kwenye macho yake, au unaongea huku unashikashika vidole, unaonekana, unaonekana haujiamini. Kwa hiyo tusije tukajisahau kwamba ndio sauti ina maana yake au sauti inabeba maana ya maneno yako kabla, maana maneno yako pia sawa, lakini pia lugha yako ya kimwili inaongeza maana ya sauti na maneno yako, usije kasahau kwenye hilo jambo. Kingine ni maneno yako, selection ya maneno ikoje unapokuwa unazungumza na mteja wako? Kuna maneno ambayo yanachochea hisia na kuna maneno ambayo hayachochea hisia. Selection yako ikoje? Kisaikolojia kaida ya binadamu hapendi kupoteza. Yaani binadamu yote yule hapendi kupoteza au hapendi kuona siku za mbeleni anapoteza, anapoteza kitu fulani ambacho ni cha umuhimu kwenye maisha yake. Sasa wewe unapokuwa una select maneno unapokuwa unazungumza na mteja, yanamwambia nini au unapokuwa unajibu mteja, maneno yako anamwambia nini? Umeona? Kwa nini vitu ambavyo ni muhimu sana? Mimi nimesema nime ukisoma sentensi yote ukitumia sauti ambayo nimeisema au nimeionesha, na ukatamka sentensi hii, inakuwa ina maana yake kwa ujumla, pia kwa mteja wako. Tusikae sana kwenye ile eneo, twende kwenye twende kwenye kipengele kingine, jibu namba mbili. Sasa kwenye jibu namba mbili, tuchukue mfano, unafanya biashara za kuuza ya kuuza nguo uh, nguo kwa jumla jumla, mteja akikwambia, mfano, bei ni kubwa, unaweza kumwambia hivi Naelewa kabisa inaweza kuwa ni kubwa ukilinganisha na gharama. Uki, ukiangalia kama gharama unaona, naelewa kabisa, bei inaweza kuwa kubwa ukiangalia kwa kama gharama, lakini kuna wenzako 20 ambao mwezi moja na nusu uliopita niliwasaidia kuanza biashara ya biashara hii ya nguo kwa mtaji wa laki tatu na hamsini, na kwa mwezi huu watu 15 kati ya 20 wanatengeneza faida laki mbili kila wiki, na kwa mwezi wanatengeneza faida laki nane. Je, bei hii inaweza kuwa kubwa kweli kwako? Au unaweza kumwambia, je, bei hii ukiangalia inaweza ikawa kubwa kwako? Lengo husika ni kuweza kumfanya mtu kuweza kuona uwekezaji wake na matokeo ambayo anaweza kaya, uwekezaji wake ni mdogo kuliko faida ambayo ni ataipata, kwa sababu tunasema hivi kwenye manunuzi, watu wanafanya manunuzi pale wanapoona kile watakachokilipa kitakuwa ni kidogo kuliko kile watakachokipata. Kwa hiyo hili jibu limejikita kuweza kucheza na saikolojia ya mteja kuweza kuona okay, hapa nitawekeza laki tatu na hamsini. Lakini kumbe baada ya muda huu, kama watu hawa ambao nimepewa shuhuda yao, naweza nikaanza ikaaza kutengeneza kiwango kipia cha pesa, nitakuwa nimerudisha mara mbili gharama ambao nimeweza kuitumia kwa anaona, haina shida, ngoja nilipie. Au kumbe mimi nawaza tofauti, bwana, ngoja nilipie kwa sababu tayari imejikita kwenye testimony. Jibu hili pia limejikita kwenye shuhuda, sio na kwamba kitu ambacho hakina uhalisia, na kupa jibu ambalo linaondoa wasiwasi wako kuweza kufanya maamuzi. Kwa sababu inawezekana unaona utapoteza, kwa sababu mteja anapokataa kuweza kutoa pesa kuweza kununua bidhaa yako, anaona investment ambayo ataifanya na return yake itakuwa ni tofauti, kwamba uwekezaji wake au bei atakayolipa na kile ambacho atakipata, kile ambacho atakipata kitampa faida ndogo. Ndio maana anaona sema, bwana bei ni kubwa kwamba thamani yake ni ndogo kuliko bei, kuliko pesa ambayo nitakupatia. Kwa hii hapa inavunja huo msingi wa kuona kwamba faida yake nitakayopata ni ni ndogo. Hapa inamaanisha kwamba faida ambayo utaipata kwa kuza kuinvest labda laki tatu na hamsini itakuwa ni mara mbili tena ndani ya muda mfupi ukilinganisha na labda pesa ambayo utailipa. Na hii pia unaweza ukaitumia hata kwa ambao unafanya biashara mtandao, unaweza kutumia majibu haya e, na yakakusaidia zaidi. Sasa Unaweza kujifunza vitu hivi wapi, wapi kwa kina zaidi? Mimi nakupa kama framework. Lakini nimeelezea kwa kina zaidi kwenye vitabu hivi, kitabu hiki kimoja ambacho kinaitwa uh, Mwongozo wa kuongeza mauzo na wateja. Kitabu hiki wanakiuza shilingi 30,000 kwa laki moja lakini nakiuza shilingi 30,000. Ila kwa wewe ambaye mwaka huu umeanza kusikiliza video hii, nitakutumia kitabu hiki kwa shilingi 10,000 tu. Na hapo kilipia hiyo 10,000. Nitakupa ni pia ofa ya hii kitabu kinaitwa Brand Pesa. Yaani na a, kwa hiyo kwenye Brand Pesa utalipia ela yote ushalipia kwenye shilingi elfu kumi. Nitakupa pia na kitabu cha Brand Pesa ambazo ambacho ni shilingi elfu kumi. Kwa hiyo ina maana ni sana sana kwamba unanunua Brand Pesa na kupa kitabu cha mwongozo wa kuongeza mauzo na wateja for free. Kitabu hiki kina zaidi ya page 800. Brand Pesa nadhani kama so 300 na kitu peji zake. Kwa hiyo unaposoma kitabu cha mwongozo wa kuongeza mauzo na wateja moja kwa moja, ishu yako ya kutokuelewa namna kuweza kutafuta wateja na kuongeza mauzo inaisha hapo hapo. Nakupa garanti kwa sababu mimi pia nimekuwa ni moja kati ya watu ambao natumia mbinu na mikakati mbalimbali ambayo nimesha kwenye kitabu hiki na napata matokeo makubwa zaidi. Kwenye brand pesa pia the same applies. Mbinu na mikakati ambayo naitumia kuweza kukuza jina langu mpaka kufika hapa nilipo, uh, nimezoea kwenye kitabu hiki na zinafanya kazi vizuri zaidi. Nimekuwa nikisaidia wafanyabiashara wengi sana, makampuni, taasisi na wafanyabiashara binafsi katika Uh, biashara mbalimbali mfano network marketing business nimekuwa nikiwasaidia sana wauzaji wa nguo, wauzaji wa keki na wamefanikiwa sana kwenye mitandao ya kijamii mm, ndani na nje ya Tanzania kwa sababu ya hizi mbinu ambazo nimeamua kuziweka kwenye kitabu ili na wewe uweze kunufaika nazo. Comment hapo kwenye kwenye hii video kwenye sehemu ya comment, i e comment and then mimi nitakupigia simu, naweza kukupa naweza kukupa taratibu kuweza kukilipia na nikutumie vitabu vyako vyote vile. Kwa kwa shilingi 10000 tu unapata vitabu vyenye thamani ya laki mbili. Try to imagine hii ni, ni kama nakupa bure, ni bure. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe binafsi uweza kuamua na kufanya maamuzi ili uweze kupata au unaweza kutumia vitabu hivi kuanzia leo. Hebu niambie kwenye sehemu ya comment pia, ukiachana na hii mada, ni mada gani nyingine ambayo ungependa niweze kuijadili hapa kuhusiana na labda namna kuweza kuwajibu wateja au kuhusiana na biashara kwa ujumla, na tafurahi kuweza kuweza kupokea maoni yako kuweza kuifanyia kazi kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita. Na naitwa na Coach Lazaro Samuel, mwalimu wako wa mauzo na utafutaji wa masoko.